Nataka nizungumzie ama ni kufundishe wewe mwanamke jinsi ya kukata mauno, yeyote yule ambaye ukiona kiuno chake kinakwenda kama feni mbovu eh? Ukisikia kiuno kinakwenda kama propela, ukiambiwa mwanamke, unapolala kitandani hufai kuwa gogo ni shurti ujue kukata kiuno. Mimi binafsi nimewaambia yeyote atakayekuuliza kitu kimoja kuhusiana na Marsh Baby ambacho anakipenda, mimi msikilizaji, napenda sana sana kucheza. Sasa kuna kitu kilitokea kwamba nilicheza, alafu kuna mwanamke mmoja akaniuliza hivi, Marsh Baby unakataje hicho kiuno? Nikamwambia, kwani we hujui kukata kiuno? Akaniambia, mimi sijui. Sasa mi nitakupatia mazoezi matatu ya kujifunza kukata kiuno na hichi kiuno, ukishajua kukikata itakuwa unakitumilia wapi? Bila shaka itakuwa unakitumilia chumbani. Sasa katika zoezi la kwanza, nataka uanze hivi, iwapo utakuwa chumbani ama utakuwa sehemu yoyote ambayo ni ya faragha unahitajika kuchuchumaa, alafu kama kuna kiti, kama kuna kitanda, huku umechuchumaa utaanza kuzungusha kiuno chako kwa kuchora ziro ama sufuri. Utachora sufuri zaidi ya mara ishirini, hamsini ni mia, kisha utapumzika kwa sababu ni mwanzo, kiuno kitauma na utachoka, lakini ni afadhali uchoke hapa mwanzoni, mbeleni uwe hodari, sawa? Zoezi la pili ni la kulala, umeelewa? utalala chali, sawa? Kwa sababu si kwenye kuchuchumaa peke yake, itakuwa unatumika chumbani hapa. Na kufundisha kwenye kuchuchumaa, kulala, kuna kuinama, unaelewa, kuna kulala upande, kwa sababu unahitajika hizo zote kuzifanya ukiwa faraghani. Sasa zoezi la pili, unafaa kulala chali, utaweka mikono yako yote miwili shingoni, utainua miguu yako Wachani kupatia taswira, uinue miguu yako iwe kwenye mchoro wa V, yaani kama vile ambavyo mwanamke anakwenda leba, alafu vile anavyoweka miguu yake. Sawa, sasa utachora sufuri. So kwa sababu itakuwa umelala chali, bimaana e, mgongo, makalio iko kwa chini ni sura, kifua, tumbo itakuwa inaelekea juu. Sasa utaweka mikono yako miwili nyuma ya shingo alafu kutumia makalio utaanza kuchora nambari moja mpaka mia ukianza na sufuri. Sawa, unaandika kabisa, si mwenyewe unajisabia, unaandika sufuri kwa kutumia makalio, moja, mbili, kwa kutumia makalio wakati umelala chali Sawa, na utafanya hilo zoezi kwa siku kadhaa, mpaka pale utakapoona kiuno chako kimeanza kulainika, kwa sababu hapa tunataka perfection na practice makes perfect. Kwa hivyo, ukichoka usiachilie wewe, tu eka akilini kwamba unahitajika uwe hodari katika kukata mauno na endgame hapa ni kuwa na kiuno kama feni mbovu. Zoezi la tatu ni la kufanya kama vile unachuma mboga bimaana, ni kama umeinama, maanake kuchuma mboga ni kama umeinama. Hii ndio rahisi sana, kwa sababu miguu yako iko stable, wewe mwenyewe umepumzika, una mahali pa kuegemea, kwa sababu ukiinama inakuwa rahisi. Sasa utaanza pia kuchora sufuri moja hivyo hivyo kwa kutumia makalio kwa zaidi ya mara ishirini hadi mia moja ukiweza. Umeelewa? kwa sababu huu ndio mwanzo na ukijifunza kwa sababu mi nimekwambia kulala, lakini wewe mwenyewe mda mwingine jaribu kwenye kulala, kuinama, kulala upande huku unachora. Yaani, siri hapa ni ujue tu kuchora sufuri kwa kutumia makalio, siri ni ujue kuchora kumi kwa kutumia makalio. Mda mwingine unaweza tu kusimama mbele ya kioo ukachore hizo sufuri moja mpaka mia kwa kujiangalia, ili ukiingia katika faraga, unapokuwa na mume wako, wakati wa kumpatia mautamu, bwana ajisikie kwamba kweli ameingia kwenye kipochi manyoya ambacho kina heka heka. usiwe kama gogo. Kumbuka haya mazoezi matatu, unaweza kuanza moja baada ya nyingine. Unayodhani ni ngumu, achana nayo, anza na ile iliyo rahisi kwako, na ukiona kiuno kimelainika, ujue mama shangazi, mwari, basi upo tayari kuikalia dudu wakati wa kuvumbulana. Sawa. Na unaposimama pale kwenye kioo Unaweza kujiekea ngoma yoyote ile, bora upate tu ule mdundo wa kukufanya uhisabu, huku una unakatika, ukijiangalia na kuiona kabisa hapa kwamba umechora moja, unaona mbili, kweli, umeipeleka imekuwa mbili, na vitu kama hivyo, sawa eh? Baada ya kujua kukatika kiuno, kwa sababu niye na madhumuni ya wewe kujua kukata kiuno ni ili usiwe gogo kesho na kesho kutwa unapokuwa na mwanamume ndani. Sasa maana ya kukata kiuno, maana ya kujua kukata kiuno ni kuwa mtundu pale ndani, na moja kwa moja itakuwa na kuambia jinsi ya kuikatikia mboga eh peremende ya mamwiko wa madudu ya mpenzi wako, baada ya kufanya maandalizi na bebi wako, ikiwemo kama ni kupiga mnyonyo eh, kusonda, kuramba, almuhimu yani katika ile hali ya kunyegezana mpaka zimepanda, na wewe mwenyewe unajua kabisa hapa mumetayarishana na mpenzi wako, amekutayarisha mpaka kei yako kipochi manyoya kimeitika hapa sasa, mtoto wa kike, unafaa kumlaza mume wako chali, kwa sababu muna mumekuwa mkichezeana sawa, eh, mumechezeana kwa muda mrefu, yeye yuko tayari na wewe uko tayari tayari hapo. E, mwiko wake mboga yake imesimama iko vizuri, kwamba wewe kipo chimanyoya chako kimeitika, na yeye e, mwiko wake uume wake umeitika wewe unaloa ute na yeye umesimama. Sasa baada ya kumlaza mwanamume wako chali, na kwamba mwiko wake umesimama, uume wake umesimama, na haujasimama tu, umesimama wima, misuli imeweza kutokeza. Sasa chukua ute wako kutoka kwenye kipochi manyoya kidogo tu, kwenye vidole, unapaka kwenye kichwa wa uume wa mume wako. Alafu sasa, unakumbuka pale mwanzo nikikwambia ujifundishe kuchuchumaa wakati wa kukata kiuno. Sasa hapo kwenye kuchuchumaa, unachuchumaa juu ya ya mboga, juu ya uume wa mume wako. Wakati unachuchumaa, unaishika ile gea, maanake gea, wewe si ndo dereva unaishika ilegea na kuielekeza, inataka iende wapi? Ni kushoto ni kulia, ni upande na upande, unaelewa? Unaishika ule uume wa mwanamume wako, alafu sasa kumuonyesha, manake pale unajua mnafanya utundu, mnafanya utundu, munacheziana na wewe, kwa sababu hii staili ya kuchuchumaa ambayo ndo staili ya kukunanazi wewe mwanamke ndio huwa ni dereva, kwa sababu pale wewe ndio uko kontrol. Unachukua ume wake kama ni kuchezesha kwenye kipochi manyoya, kabla hujakalia. Kwa sababu haufai tu kukuja ma kutoka huko uliko, umeona kwamba gea imesimama vizuri, basi wewe unataka kukalia. Hapana, unafaa kuichezea, piga piga pale kwenye kipochi manyoya kidogo kidogo, huku ukikalia pole pole sawa. Na katika kuikalia, sio kwamba mumezima taa siku zote. Mnapofanya mapenzi mnapovumbulana, jamanini, washeni taa, kwa sababu hapa unafaa kumwangalia usoni. Unamwangalia usoni ukitabasamu, mara jicho umelilegeza, yani unamwonyesha kwamba wewe pia unaitikia na unaona raha kitu mnachofanyiana Sawa. Kwenye kuchuchumaa sasa, unachuchumaa ukijienua juu, bi maana yani unazama ukizuka. Na ili kusaidia kwenye kuzama na kuzuka, ndio pale sasa kiuno kinafaa kuwa propela, kiuno kinafaa kuwa kama feni mbovu. Unaelewa hapa sasa. Pole pole, pole pole mpaka uhakikishe yote imezama ndani. Baada ya kuzama, ikalie yote huku, miguu ukiwa umeikunja na mapaja yako yamebana kiuno chake. Pole pole utaanza kuikatikia huku umeshika tumboni ama kwenye kifua ama kiuno chake, kwa sababu you'll need a support system. Na sapoti yako hapa ni pale kukuegemea, kwenye tumbo, kumshika kiuno, ama umlimae kwenye kifua. Hakikisha imezama yote, bimaana yani kipochi manyoya pamoja na uume wa mume wako vimegusana kisawasawa. Ukishahisi kwamba imejaa kwenye kipochi manyoya, unaelewa uume umejaa kwenye kipochi manyoya sasa hapo ndio unahitajika kama mtoto wa kike kutoa tanakali za sauti, kutoa miguno ya mahaba, kwa sababu hiyo miguno ya mahaba inamsaidia mwanamume kupanda ashiki haraka na yeye pia kujisaidia katika kufika kileleni. Raha zote unazozipata pale zizungumze, tanakali zozote za sauti unazozijua zitoe pale, sawa. Wakati huo na wewe mwanamume, sio kwamba umekaa tu hivi hivi, mikono nayo na pia ifanye kazi, eidha unachezea chuchu za mpenzi wako, ama unampapasa mapaja, kwa sababu hapo mapaja yake mwanamke itakuwa yamekubana wewe mwanamume kwenye kiuno. Sasa unampapasa mapaja polepole mpaka kwenye kiuno, unacheza na chuchu zake polepole polepole pole. Sasa wewe mwanamke Ukimaliza hapo hakikisha kwamba katika kubadilisha staili ama katika, ku, katika harakati ya kuendelea kuikatikia kwa ndani, unaweza kusimamisha mapaja yako juu, kanyagia vidole vya mbele, mikono yako bado ikiwa iko kwenye kiuno kwake. Sasa hapo unaendelea kuikatikia. Cha msingi na muhimu hapa ni mwanamke uwe na hekaheka heka. Yaani, hakikisha kwamba unaichezea una na ukuikatikia mpaka aseme jamani, mbona kama unataka kuikata vile. Sawa, unaikatikia uume wa mwanamume wako kama vile uko juu ya farasi. Shekh, hadi raha <laughs> mpaka mwanamume umuone kabisa huyu kama analia vile. Sasa unakatikia kama vile kwenye farasi, alafu nakwenda juu chini mwanamume, kumbuka hapo shanga pia unajua kuzichezea eh? Kwa hivyo unashusha juu na chini, juu na chini, yani hata ikibidi kwa sababu mko nyinyi wawili kwenye faraga, piga kele. Mtoto wa kike jiachie, na wewe mwanamume usiwe taksi bubu. Kama unasikia raha, toa sauti ambazo zitamfanya mke wako aone kwamba zoezi analokufanyia pia yeye na wewe unaridhika. Kama ni kumwambia maneno mazuri mwambie, asikie kwamba napenda hicho unachonifanyia elia. Hey, si vibaya jamani. Ndio maana haya mambo unaambiwa uyafanye ukiwa faragha, ndio siri za kitanda. Ukichoka mwanamke, pumzika kidogo, sawa. Katika kwenye kupumzika si kwamba umesimama kwamba hukatikii tena, hapana. Unafaa kuwa very, very creative katika kupumzika kwako, yaani yule mwanamume hata asijue kamwe kama ati umepumzika. Sasa wewe unapumzika kuikatikia, lakini una unampapasa mwanamume wako kifua, unachezea chuchu, mara umempiga mnyonyo kwenye mdomo, unakwenda mpaka kwenye masikio, kwa sababu wewe hapo uko juu, sawa eh? unacheza na na yeye mpaka pale ambapo unamwona kwamba sasa hivi ye pia natetemeka na, na kwamba anataka kukojoa. Unaweza kulala kifuani eh? maziwa yako wewe, kifua chako wewe, chuchu zako wewe pamoja na kifua chake kishikane, sawa? Sasa hapa kwenye kushikana, chonde chonde mwenzangu namie ambayo itakuwa na kitambi sijui itakuwaje, almuhimu hapa ni vifua vishikani. Kama kuna kitambi kama kina kuna utumbo kama kuna almuhimu, ni vifua vishikani, kwa sababu hapo itakuwa umelala chali, umelala kabisa. Na pia kuna vile ambavyo unaweza kulala, msikilizaji, wakati kiuno bado kinaendelea kukatika, dudu ikiwa ndani. Yaani hapa panahitajika utundu tu, ubunifu tu, yaani kumwonyesha yule mwanamke hekaheka heka. Hapa ndo unaifinyia kwa ndani, hapa ndo unaikatikia. Almuhimu yule mwanamume ajue kweli, hapa kweli mwanamke wangu kapelekwa unyagoni. Sawa, na hivyo ndivyo utakavyofanya mazoezi ya kukatika kiuno na kuikatikia dudu ikiwa ndani tumeelewana mpaka pale ambapo mwanamume wako akwambie nipo tayari kukojoa basi, mruhusu akojoe. Coco FM 98.9, ladha ya Pwani.